Je, umeshawahi kujiuliza kwa nini mara nyingi bad boys ndio wanaowapata wanawake kirahisi, wakati wanaume wema wanapuuzwa au wanaishia tu kwenye friend zone? Leo nitakufundisha kanuni za bad boy: mtazamo na tabia zinazomfanya mwanamke kuvutiwa na bad boy na muhimu zaidi, jinsi wewe unaweza kutumia kanuni hizi bila kuwa mtu katili au mkorofi. Sikiliza, wanawake huvutiwa kiasili na wanaume wenye nguvu, uthabiti na uongozi. Bad boys huonyesha sifa hizi waziwazi. Wanawake wanataka wanaume ambao wanasimama imara, wanaamua na wanaishi kwa kanuni zao. Ukiweza kujifunza kanuni hizi na kuziingiza kwenye maisha yako utaacha kuwafuata wanawake. Wao wenyewe wataanza kukufuata. Zifuatazo ni kanuni kuu sita unazoweza kuanza nazo sasa. Moja, kuwa na ujasiri bila uoga. Ujasiri ni kujua thamani yako na kuishi kwa kiwango hicho. Bad boy haombi ruhusa ya kuishi. Anaingia sehemu akiwa na mtazamo kama anastahili kuwa pale. Kwa hiyo, anza kwa kurekebisha mwili wako, wasiliana kwa macho, zungumza kwa sauti ya kawaida. Mbili, kuwa na mipaka na viwango. Bad boy hatoi nafasi ya kuchezewa. Ukivuka mstari, anakuambia. Anajua anachostahili na anachokitaka. Wanawake humheshimu mwanaume anayejiheshimu mwenyewe. Tatu, kuwa na usiri na uhuru. Bad boy huwa hasemi mambo yake wala anafanya nini, yuko bize na mishe zake, na hatumitumi meseji kila mara. Ukiwa available kupita kiasi, thamani yako hupungua. Nne, kudhibiti hisia. Bad boy huwa haombi sana, hakimbizi wala hafanyi drama. Anabaki mtulivu hata chini ya presha kubwa. Utulivu huo humfanya mwanamke ajisikie salama na pia avutiwe. Tano, kuwa na maisha yenye malengo. Ana malengo na ndoto zake binafsi, mwanamke ni nyongeza kwenye maisha yake mazuri, na sio chanzo cha furaha yake, tofauti kabisa na mwanaume anayeachana na marafiki na mambo yake yote kwa ajili ya mahusiano mapya. Sita, kuwa na utani wa kimahaba, playful teasing. Bad boy humchekesha mwanamke, humfanya ajisikie vizuri, humpa changamoto kidogo, humfanya ajisikie hai. Hii huleta mazungumzo ya kuvutia na yenye nguvu badala ya mahojiano ya kuchosha na ya kutabirika. Kwa hiyo ndugu zangu Sio lazima uwe mkorofi au uige kila kitu cha bad boys. Lakini ukiweka kanuni hizi sita kwenye maisha yako, kujiamini, mipaka, siri, utulivu na kuwa na malengo, utaona tofauti kubwa kwenye maisha yako. Kumbuka, mwanamke hataki mwanaume atakayemnyenyekea masaa 24. Anataka mwanaume mwenye nguvu, mwelekeo na anayejiheshimu. Ukianza kutumia hizi kanuni, utaacha kuwafuata wanawake na wao wenyewe wataanza kukufuata. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, subscribe na share video hii, ili wengine pia wanufaike, na usisahau kuniandikia maoni yako. Wewe unaonaje? Ni kweli bad boys wana advantage au ni hadithi tu?